Naitwa Zainabu Marijani Farijara, ndiye mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo kutoka Bukoba mjini. Waheshimiwa wananchi, napenda nitoe taarifa na tamko ambalo linahusiana na swala la kuweza kuonyesha kwamba hapa Bukoba wanavyotufanyia, ambao ni chama cha mapinduzi, ni ndivyo sivyo sisi tumekuwa na nanii na, na za kistaarabu sana, kampeni za kistaarabu sana hatupendi kukuaruzana na mtu hii, wasije kutuharibia kampeni zetu kama walivyozoea. Lakini kwa sasa baada ya kuona tumepiga mikutano, mkutano wetu mmoja wa Kashai tulikuwa tuna mabango yetu ya kijana wetu ambaye ni mgombea wa ubunge wa chama cha ACT Wazalendo Almasoud Dauda Karume, wakaaja watu wa CCM ambao gari ilikuwa linatumika kwa muda huo, ilikuwa ni gari la mgombea wa udiwani ambaye ni kata ya Kashai bwana Ramadhani wa CCM, ndio gari linalotumika ili kubomoa mabango ya mbunge wetu ambaye ni mgombea Masudi Dauda Karumuna. Sasa hapa juu yangu, nadhani mtakuwa mnaona kuna bango ambalo lilikuwepo hapa tayari. Jana usiku ameingia wa wakawa amelichana hilo bango, lakini sio bango hilo tu tuna mabango yalikuwa ni mabango nane mabango yote ambayo kila bango linatumia shilingi laki na nusu yote mabango wamehakisha wameachana usiku naomba ni seme. kuanzia tarehe ya leo tumeisha toa taarifa leo kwa UCD taarifa zote anazo tumetoa taarifa tumeisha andika barua kwenye kamati ya maadili ya ya tume hapa wilayani tumeisha pelekea malalamiko yetu tunaomba hili swala lifanyiwe kazi haraka sana kwa maana wao ndio wanaonyesha uvunjifu wa amani. Mabanga yapigi kura, wanaopiga kura ni wananchi. Mimi kwa jina naitwa Grace Mbena, ni mweka hazina wa jimbo la Bukoba mjini kupitia chama cha ACT Wazalendo. Kwa kweli inasikitisha sana kuona wananchi wanatendewa vitu ambavyo sivyo, unavyoona kwa siku ya leo. Siku ya leo mabango tuliyabandika juzi, leo imekaa siku moja, leo wameyachana tayari usiku. Kwa kweli inasikitisha, inasikitisha sana, kwa sababu mtu anafikiri kwamba bango ndio linapiga kura. Bango halipigi kura, bango lina tof... linaonesha tu kwamba huyu ni nani na huyu ni nani, lakini wameamua kuyachana. Mimi ninahisi, kwa sababu, sababu ya kuwapelekea wachana yale mabango ni kwa sababu wakuona kwamba mgombea wetu ni mtu ambaye ana muonekano mzuri, anaonekana vizuri, hata kwenye picha ni tofauti na mgombea wao. Lakini ndugu wananchi mimi kama mnavyojua miaka ya nyuma nikuwa CCM, siku zote nilihisi kwamba wapinzani kwamba ndio wa, wanaovuruga amani, lakini ukweli nimeshuhudia na ukweli nimeona baada ya kuingia ndani ya upinzani. Sisi wapinzani tunafanya kampeni za star, kampeni nzuri zisizo na matatizo, ila wana CCM ndio wavunjifu wa, wa amani. Wana CCM ndio wakorofi. Wana CCM ndio wanatenda vitendo visivyo na haki. Mfano mzuri unaonekana hapa katika mabango wamechana yale madogo, wamechana ya kati, sasa wameingilia na makubwa. Ndugu yetu Almasoud Karumuna da, kajibana kajibana kwa kaji kaji pesa yake ya kawaida, kaenda kutengeneza hile, kila bango laki na nusu, leo mtu analichana, mtu analichana, kwa kweli inasikitisha na inaumiza. Tunasema watu wanaofanya vitendo hivyo tunawaomba sana. Sisi ndugu yetu Ramadhani tulikuwa tuna mheshimu, uka tuna mheshimu lakini anapofikia hatua akatoa usafiri wake ukafanya vitendo hivi, kwa kweli tumeumizwa sana, tumeumizwa sana. Tunapenda tuseme tutoe kabisa taarifa hata huyu mwenyekiti wa vijana Jimmy, abadilike, hii tabia sio nzuri. Ndugu wananchi, mimi kwa majina anaitwa Shafiu Hassan Kakiza, ni katibu mwenezi ACT mkoa wa Kagera. Nachoomba kuambia ndugu wananchi hiki kilio tunakibeba tunakileta kwenu, maana nyinyi ndio wapiga kura, nyinyi ndio wana wa Bukoba. Maana kuna mambo mengine yanapita pita kwenye vijiwe, kuna mambo yanapita kwingine, mtu asijue, wako wa kawaida. Tuna tisho kwamba sisi wapinzani ama wana mageuzi ndio wenye vurugu, lakini tunaomba wewe kama mpiga kura ulichukue ulione, hili kwamba wanaovunja amani ni wepi? maana tunatishwatishwa zikifika nyakati hizi za kupiga kura kwamba oh, oh, wao watu ukiwachagua wanavuruga, bwana yanayotafakana wenzetu wa CCM. Lakini nikitaka kushuhudia wao waliweka mabango yao yameenea kwa kila ya kona na wao ndio wa kwanza kuweka, wameweka ni muda mwingi tu, miezi karibu yote ndio walishaweka. Halipo bango hata moja ambalo limechana. Halipo bango hata moja ambalo limepotea. Sisi tumeweka juzi tarehe ishirini na moja kuamkia jana tarehe ishirini na mbili leo 23, mabango yote wameyachana chana wameyatoa na jana gari la la mheshimiwa mbunge lilikutikana maeneo Kashai likipita usiku, lakini gari la bwana Kambuga limeonekana likipita pita usiku mpaka muda huu, Buyekera kata Bakoba, kwenye ile bendera bwana. Ndo tunakwenda tukimpata, tutakuja kuonesha bwana. Wamekwenda wamemuona, kuna mlinzi ameamini kwamba, bwana kamuona. Walitaka kufanya vurugu walivyopiga, sisi tukamwambia hapana, msifanye vurugu, sisi tutakwenda kwenye tume. Lakini ya kusikitisha mimi sasa niende tume, lakini, ya kwa sababu uchaguzi una sheria zake na taratibu zake. Uchaguzi ni wa wananchi, uchaguzi ni wetu sisi, ndio tunaoshiriki sasa tume. Kwa sababu viongozi wa jimbo wameshaleta malalamiko kutokana na picha, mabango yalibanduliwa, picha zipo na hili linatoka sasa, msikae kimya. Kama ni kutuita, mtuite ili uweze kufahamika. Mkikaa kimya, mtaleta taaruki.